Ndugu zangu watu wa bajaji nao, sasa hivi mjini kumekuwa ni changamoto. Watu wa bajaji, mtu anapoita bajaji, yeye angali mbele, kuna gari nyuma, kuna gari, asimama hapo hapo. Hapana, tunapozungumzia swala la jamii kuzuia ajali, na sisi wapanda bajaji tuangalie maeneo rafiki ya kusimama kwa ajili ya kupanda huo usafiri mm. Unakuta bajaji imeshajaa sitting capacity, ya bajaji kujaa ni watu watatu wewe unakubarije kukalishwa pale mbele? Juzi Katema, kwenye operation, nilimkuta mama akiwa na mtoto kambeba mgongoni, kaka kakaa kalio moja sawa, halafu hmm. mtoto yuko kwa upande wa huku nje, yeye ajajali mtoto ye, mikono miwili yote kaishikia kwenye bajaji, ila mtoto yuko sasa, unaona kabisa usafiri si salama. Lakini mwingine nikamkuta amebeba mwanafunzi kamkarisha pale, tutapozungumza m... swala la unyanyasaji wa kijinsia ni pamoja na huo. Bahati mbaya, yule bajaji, uvaaji wake kwanza haukuwa nadhifu hmm, alikuwa amevaa kikaptura kama cha kuchezea mpira, lakini muda huo kamkarisha mbele pale mwanafunzi wa kike aliyevaa sketi fupi. Sasa unaweza ukaona ule mgusano hmm, a, wa ile miguu hmm, nadhani unanielewa ya yule mwanafunzi pamoja na yule dereva bajaji. Sasa hii kidogo na, naweza kuitemi ipo katika swala la unyanyasaji wa yes. Bajaji, hebu tuangalie namna sahihi na nzuri ya kuwabeba hawa abiria mm -hmm. wetu. mm. Sawa wewe, no. ushaambia unabeba watu watatu, wawe watu watatu hao hao. Mwisho kuna swala zima la ki- kimsingi lakini kama jeshi la polisi unayafanyia kazi mm. kuna baadhi ya madereva wa pikipiki wanalalamika kwamba uh, magari aina ya, ya ice kwamba yanaenda kule wanakoenda wao, kwa maana yanaenda kule machimboni. Nadhani nyie ni mashahidi kwamba njia ya machimboni ni njia ambayo inaongoza kwa kubeba mishikaki mishkai almaarufu abiria mm. zaidi ya mmoja, unakuta pikipiki moja, Mwena Mwena piki piki moja watu watano Hmm. Jeshi la polisi hatuwezi kubayana hili jambo, lakini tukiwakamata na kwa hoji wali watu wakambia, tuna changamoto ya usafiri naam. yeah. kipi kifanyike? Tumeshaongea na watu wa warata tutengeneze mazingira rafiki sasa ya kuruhusu hizi aisi ziweze kupita machimboni kutokea Ibindi. Leo tumeona kabisa barabarani yote, ukipita barabarani sasa hivi utaona ubebaji wa mishikaki umepungua, umepungua hmm. kwa sababu gani? Tumeruhusu tumemomba mtu wa ratra lakini tukaruhusu tuka baadhi ya hii sasa zibebe wale watu wa machimboni, yeah. Wapite uh, wa, wa, waende kule wache kubeba nini, mishikaki. Sababu unabeba mishikaki unaweza ukapata ajali ndugu yangu pale, usalama hakuna, yeah, kwa hiyo tu, naomba tupatie ushirikiano juu ya hili lakini na boda boda wasijisikie vibaya kwamba sasa tunawaharibia ile riziki. Hapana, boda boda, wewe haupangiwi nauli hata, mm. ukimbeba mtu kwa mtu mmoja kwa elfu kumi. Hata lalamia kwa sababu mm, mm, no, ni makubaliano yenu, ila yenyewe akiambiwa ni shilingi elfu moja atakiwa kuzidisha shilingi elfu moja. Kwa hiyo watafute njia nzuri ya kubeba watu, lakini sio kubeba mishikaki hmm. Sisi tunafanya utaratibu wa, wa kukata leseni za biashara, ili magari yaweze kuzungukia kule machimboni, yabebe wale abilie ma vijana wanaenda kujitafutia riziki kule machimboni, wasipande mishikaki. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare